Tumezungumza leo mengi na walikuwepo pia wataalamu wa mifugo na wametusaidia hasa juu ya ufugaji bora, kujitoa katika mazingira ya chini kupanda juu, hasa katika mbegu za kisasa, ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa nyama, ili angalau tupande katika viwango na kuweza kupata vipato vya kukidhi mahitaji yetu. Na baada ya hapo tumeelekezwa kwamba namna ya kuwezesha jambo hilo la mifugo bora lakini pia tumekuwa na kipindi cha kuuliza maswali hasa katika changamoto zinazotupata juu ya malisho, maji, masoko, minada, na wataalamu walio kuwepo na viongozi wa serikali wametusaidia na wakajibu baadhi ya migogoro kwamba watafika ndani ya vijiji kutatua, hasa kupata malisho sahihi, manywesheo, njia za ng'ombe, hasa kulingana na mazingira ambayo viongozi wasio waaminifu wanayatumia isivyo maeneo ya wafugaji yanavamiwa na wakulima, unakuta migogoro inakuwa mingi. Kwa hiyo chama cha wafugaji na viongozi ambao tayari wapo kwa ngazi ya wilaya, ngazi ya kanda, ngazi ya kata, ngazi ya vijiji watashuka chini kwa ajili ya kutusaidia ili kwamba ufugaji wetu uweze kwenda vizuri. Changamoto ziko nyingi, hasa madawa na chanjo. Chanjo zilizo nyingi hazipatikani na hata zikipatikana ni kwa bei kubwa sana, kwa hiyo unakuta upatikanaji ni mgumu na hata chanjo kuipata ni shida, na tumeomba serikali watusaidie wapi tupate chanjo, na wametuahidi kwamba watalipeleka ndani ya wizara ili chanjo zote zipatikane kwa wakati na hatupunguze iwepo kwa ajili ya kutusaidia. Lakini si hivyo tu, si chanjo na madawa pia, ya kudunga ya kutibu magonjwa ya uoshaji, bado dawa ziko bei ya juu sana, kiasi kwamba mfugaji inakuwa ni ngumu kuweza kuendeleza mradi wake kwa sababu ya kupata kipato cha kila siku. Mimi ninachokuwa nilichokuwa na, naona ni kuhusu mambo ya malisho zaidi. Wafugaji, kinachoumiza kinachoweza kuwa changamoto juu ya wafugaji ni kupata maeneo ya malisho ambayo tunayo shauku nayo, lakini ni, nipende kuzungumza kwamba kuna kitu kima, ambacho Serikali imekiandaa kwa ajili ya utambuzi wa mifugo kuja kutambua mifugo na kufanya sensa ya mifugo. Niseme kwamba matatizo kama haya huenda yakaisha au yakapungua kidogo, kwa sababu ya yale maelekezo ambayo tumeyapata kwenye vikao tulivyovifanya, tunapokutana na mawaziri, tunapokutana na wa, wasaidizi wa rais, mambo mengi yanaenda vizuri nadhani yataenda kuisha kwa sababu ya hiki kinachoandaliwa, lakini pia niseme tu kwamba tangu nchi hii ipate uhuru tulikuwa tujawahi kupata fursa kama chama cha wafugaji kupata kongamano la wafugaji, lakini ni shukuru tu kipekee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Muungano kutukubalia na kuja kwenye kongamano la wafugaji kama mgeni rasmi. Najua anayo mambo mengi ya kuzungumza na wafugaji, anayo mambo mengi ya kuelekeza tufugeje na tufanyeje ili tuweze kwenda pamoja na serikali. Ni mkutano wetu wa kwanza kabisa kwa wilaya yetu ya ah ya, ya Ngara. Uh, umekuwa ni mkutano mzuri kama mlivyoona ninyi kama waandishi wa habari, mkutano safi ambao umeazimia mambo mazuri, na uh, tumekubaliana kuweka umoja wa pamoja. Wafugaji kuizaponekana lakini pia kutambua ushirika wa, wa, wa serikali inavyowahudumia wafugaji hasa kwa wilaya yetu ya Ngara, lakini pia tukiona amani ambavyo inatusaidia sisi kuendelea kufuga uh, lakini pia tumetambua mchango mkubwa ambao rais wetu anautoa mheshimiwa mheshimiwa wetu rais wetu Samia Suluhu Hassan amejitoa kabisa kuona kwamba wafugaji tunaweza tukanufaika au kunemeka kutokana na sekta hii ya mifugo na hatumaye tuweze kuchangia kwenye pato letu la taifa, ko amefanya mambo makubwa, na hivi karibuni atakuwepo simiu kwenye kongamano kubwa la wafugaji. Ni rais wa kwanza kabisa kuweza kukaa na wafugaji nchi nzima, kwao ni jambo kubwa sana ambalo ameweza kufanya rais wetu. Lakini tunaona bajeti kila itapo leo bajeti inaongezeka, chanjo zinatolewa kwa gharama nafuu sana. Lakini pia sasa hivi kwenye majosho wanaogesha kwa dawa ambazo zinatolewa ruzuku. Hiyo yote ni kazi ya serikali ambayo inatoa kuhakikisha kwamba mfugaji anaweza kujikwamua, lakini kuna zoezi zuri na kubwa ambalo linakuja la utambuzi wa mifugo ambalo tumeomba wafugaji waweze kujipu. Kwa sababu lina lengo zuri kwa ajili ya kuboresha mifugo yetu tuliyo nayo, kuona kwamba tunaweza tukaipandisha thamani na kupata soko zuri. Uh, tuseme kwenye swala la midada, ushuru kwa sasa ulishapunguzwa sana, tofauti na miaka ya nyuma. Sasa hivi tunalipia gharama tu kidogo ambazo ni gharama ambazo ukisharipia pale inakatwa, kama ni mnada wa halmashauri utapata gharama ya halmashauri pamoja na ya serikali kuu au uh, kama ni mnada wa wizara basi watakata tu ile gharama yao ya wizara. Kwa hiyo zile gharama zingine, kwa mfano labda maingilio, si kwato, si na hivyo vyote vilishaondolewa. Kwa hiyo sasa hivi mfugaji anapopeleka ng'ombe wake pale, kwanza kabisa anayeliva kwa sehemu kubwa ni yule mnunuzi na wala sio anayepeleka, lakini pia uh, umeuliza swali jingine hapo kwamba swala la chanjo gharama zake kuwa kubwa. Uh, zipo chanjo ambazo gharama yake ni kubwa kidogo, na zipo chanjo ambazo zipo affordable. Na hizo chanjo ambazo gharama zake ni kubwa, ndio ambavyo umesikia hapo tunazungumza kwamba ikiwezekana, basi Serikali iweze kutusaidia kama wafugaji, kuona kwa jinsi gani zile gharama inaweza zikapewa kama kushushwa bei. Kwa mfano, um, dawa ya ECF chanjo ya ECF gharama yake ni kubwa sana, hivyo ndio maana kunaona majadiliano kidogo. Tunaamini serikali yetu ni sikivu, ipo hatua tutafikia, na gharama hiyo inaweza, hiyo dawa inaweza kupatikana kwa gharama na kufia. Kwa hiyo ni ameniagiza kusisitiza mambo machache kwa wafugaji, lakini kabla ya kusisitiza mambo machache namna ambavyo wameamua kumwalika kama mgeni rasmi kwenye mkutano huu. Lakini pia nampongeza Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya ya kuimarisha amani na utulivu wa nchi yetu, lakini na namna ambavyo anaendelea kusaidia wafugaji hasa katika kuwawezesha kuchangia uh, chanjo kwa ajili ya ya kuchanja mifugo yao lakini pamoja na fedha ametoa fedha kwa ajili ya hereni ambazo hereni wanapewa bure, lakini pia amechangia katika kuendelea kuboresha majosho katika maeneo mbalimbali. kwa hiyo e, Mheshimiwa mkuu wa wilaya amempongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa nandelea kuifanya katika kuhakikisha kwamba anasaidia wafugaji wetu e, wanafuga katika mazingira ambayo ni salama zaidi, lakini pia ame, ametoa maagizo mbalimbali kama Mheshimiwa mkuu wa wilaya akiwaomba wafugaji kuhakikisha kwamba wanafuga kwa kufuata utaratibu e, katika maeneo yao, kuhakikisha kwamba pia mifugo yao haiingii kwenye hifadhi yetu ya taifa, kwa maana kwamba mifugo ikiingia kwenye hifadhi ya taifa inaweza e, akapata matatizo ikiwa ni pamoja na kuadhibiwa, na wakiadhibiwa wanaweza wakatumia gharama kubwa e, ya fedha, kitendo ambacho kinafanya wao uchumi wao upungue watakapokuwa wametumia zile fedha katika kwa faini kwa ajili ya mifugo.